Mheshimiwa Majaliwa ametoa agizo hilo jijini Dar es Salaam wakati wa ziara yake katika wilaya mpya ya Kigamboni ambayo ameanza kwa kuzungumza na watumishi ambapo mbali na kuwataka kufanya kazi kwa weledi, ameziagiza halmashauri na manispaa kutumia fedha kwa miradi iliyokusudiwa na wakurugenzi. Tamko hili lazima mlizingatie. Mkurugenzi ukiruhusu hivi kutoka maana una unatupa nafasi ya kuto ruhusu wewe kuendelea kwenye ofisi ile. Sasa mje sasa kwenye hiyo capacity building, mje kwenye hiyo fedha za maendeleo vizuri basi fedha ziende huko, lakini tengenezeni modality mzuri ya kwenda huko kwenye maendeleo. Hii bites hii inawanyima na wakusanyaji wengine wafaidiki. Niambieni Kigamboni, bites mnatafuna lini? Sasa hii ni tu mnatutenganisha, mna, mna mnatubagua yani, baiti ni zenu, halafu na sisi tuliokusanya huko hatupate baiti? Sasa hili ni mgogoro. Halmashauri fedha hii yote ipelekeni kwenye miradi ya maendeleo. Agizo hilo la waziri mkuu limetokana na ombi la kaimu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mheshimiwa Ali Hapi, ambaye wakati akimkaribisha, mbali na kumweleza mafanikio na changamoto zinazoukabili mkoa ameomba serikali itoa agizo la shilingi bilioni nne ambazo manispaa zote zinajilipa nje ya mfumo ili zielekezwe kwenye kuboresha elimu na kwamba zina uwezo wa kujenga madarasa zaidi ya mia mbili. Mheshimiwa waziri mkuu, wakati tunafanya haya, ziko taarifa ambazo tumezipata za uwepo wa posho mbalimbali mbali katika manispaa zetu, posho ambazo nyingine haziko kwa mujibu wa standing orders za serikali, posho ambazo sisi Kinondoni katika mwaka uliopita mkurugenzi alifanya uamuzi wa kuziondoa baadhi ya posho na tulipeleka takribani bilioni mbili katika utengenezaji wa madawati katika manispaa ya Kinondoni. Sasa, Mheshimiwa waziri mkuu, posho hizi inasadikika zinakadiriwa takribani ya bilioni nne ambazo manispaa zote za Dar es Salaam zinalipana na ambazo kwa mujibu wa taarifa za wakurugenzi posho hizo haziko kwenye standing orders. Baadhi ya wananchi wa wilaya hiyo mpya wamepongeza ujio huo wa waziri mkuu na kuwataka viongozi wilayani humo kwa hamasisha wawekezaji kwenda kuwekeza hasa sekta ya viwanda huku mbunge wa jimbo hilo mheshimiwa Faustin Ndungulile akitumia fursa hiyo kumweleza waziri mkuu baadhi ya kero zinazowasumbua wa wakazi wa Kigamboni likiwemo daraja la Nyerere Kigamboni. Wakazi wa Kigamboni wajiandae kuwapokea wawekezaji na tuweke fursa ile, kama alivyosema manispaa itenge fursa, nafasi zile za, za viwanda na, na nafasi za viwanda viko tayari, zimeshatengwa, zipo. Kwa hiyo tunasema kwamba tunaambia wananchi wote kwamba nafasi iko Kigamboni tunawakaribisha kuna kila aina ya maendeleo Kigamboni ndio nafasi pekee kama alivyosema waziri mkuu kwamba inatakiwa tuwe na plani nzuri ya kuweka open space watu kuja kupumzika lakini kubwa la msingi ambalo linawaathiri sana wananchi ni tozo za daraja wananchi wanalalamikia sana tozo za daraja mathalan ni gari ya abiria inatozwa kati ya shilingi 5000 mpaka elfu saba kwa hiyo kimaji ni kwamba likienda bara safari tano kwenda na kurudi ni safari kumi hiyo ni elfu sabini sasa hapo ni nje ya hela ya mafuta, ni hela ya tajiri na posho za wale madereva. Hali hii imepelekea kwamba tunakosa mabasi kuja Kigamboni kwa ajili ya kuhudumia. Lengo la ziara ya waziri mkuu katika wilaya mpya ya Kigamboni ni kuwakumbusha na kuwasisitiza viongozi na wakuu wa idara katika halmashauri hii mpya ya Kigamboni kutumikia wananchi kwa uweledi na uaminifu. Nikiripoti kutoka Kigamboni, jijini Dar es Salaam, mimi ni ufosaro wa ITV.